Katika kuhakikisha huduma nishati inapatikana ipasavyo, mamlaka za maji na nishati Zanzibar, yaani ZURA, kutoa leseni kwa watu wa huduma kila mwaka. Leseni hii ya biashara husaidia kujulikana kwamba kwa mwaka uliopo vituo vingapi vimejisajili kutokana na kuendesha kwa biashara hiyo. Hivyo, leo hii tumepita kwa ajili ya kukagua vituo mbalimbali mbali vya uzaji wa mafuta kwa wale ambao hawakuweza kupata leseni hiyo kwa mwaka elfu mbili na ishirini na sita na kuweza kuwafungia kuwafungia huku. Hawatofunguliwa vituo hivyo mpaka pale ambapo watakapokamilisha usajili wa mkataji wa leseni hiyo na kukamilisha yale matako ambayo yametakiwa ili kuweza kusimamia usajili huo. Vile vile usajili huu unaambatana pia na faini. Kuna baadhi ya vituo havikwanza hata process ya upataji wa leseni hizo, hivyo vitapigwa faini, lakini vile vile vitapata kufungiwa na vyote viwili kwa pamoja. Kwa katika ukaguzi wetu tumebahatika kukuta vitu vingi na tumefungia vituo, um, vituo nane, ikiwemo vituo vitatu kwa mkoa wa Mjini Magharibi, vituo vitatu kwa mkoa wa Kaskazini, lakini vile vile vituo viwili kwa mkoa wa Kusini. Wito kwa watu wa huduma nishati ya mafuta na gesi. Dirisha letu la uombaji wa leseni linafunguliwa Oktoba na, na kufungwa Disemba 31. Baada ya hapo waombaji wote wanatakiwa watoa huduma wote wanatakiwa kuwa na leseni ya kutoka mamlaka. Vinginevyo maana yake kuanzia Januari moja utajulikana kama ni mtoa huduma ambaye hana leseni Mamlaka. Mamlaka inapenda kuwasisitiza watoa huduma wote kutopuuza matakwa ya serikali. Inapofika mwisho wa mwaka, hakikisha umekata leseni yako ya biashara na kuweza kufanya biashara yako hiyo kihalali kabisa. Na vilevile inawasisitiza wananchi wanaokwenda kupatiwa huduma kudai risiti kila unapopatiwa huduma, kutokana na kwamba unapokuwa na risiti ile, ni rahisi wewe kuweza kufika mamlaka kwa changamoto yote ile litakayokukuta.